Mtu yoyote ambaye anataka kufika juu kwenye eneo lake. Nikisema eneo lako, maana yake kitu unachokifanya kwenye maisha. Wewe ni mfanyabiashara, wewe ni fundi, wewe umeajiriwa, yoyote ambaye anataka kufanikiwa kwenye eneo lake lazima awe na nguvu ya kufanya kitu kimoja kwa muda mrefu sana, awe na uvumilivu wa kufanya kitu fulani kwa miaka mingi ili kiweze kuleta matokeo. Tatizo la watu wengi wenye akili Huwa wanafeli kwenye maisha kwa sababu wanajikita kwenye vitu vingi na wajikiti kwenye kitu kimoja kwa muda mrefu. Maanake ni kwamba unaweza ukawa na uwezo, una elimu na maarifa, una ujuzi, lakini kama hujachagua kitu kimoja cha kufanya kwenye maisha yako unaweza ukafeli mapema sana, tofauti na mtu ambaye ameshachagua kitu kimoja cha kufanya. Ndio maana sio kila ambaye amesoma sana ndo anafanikiwa sana. Mm -mm. Sio kila mwenye mtaji mkubwa ndo atafanikiwa sana kwenye biashara. Mtu ambaye amechagua kufanya kitu kimoja kwa muda mrefu huwa ni rahisi sana kufanikiwa, tofauti na mtu ambaye anafanya vitu vingi. Ndio maana kuna watu walifeli shuleni, si tukafaulu, uliwaacha kule shuleni. Wao kafaulu, wao wakafeli. Tangu wamefeli, wanajua wanachagua kitu kimoja cha kufanya. Na leo wamefika mbali kuliko wewe ambaye ulikuwa unajaribu kufanya mambo mengi sana kwenye maisha yako. Nguvu ya kufanya kitu kimoja. Chagua kitu gani ambacho unataka uweke nguvu zako. Sasa focus ni nini? Focus maanake ndio hiyo nguvu ya kufanya kitu kimoja. Focus ni nini? Jambo la kwanza, maana ya focus ni kuchagua eneo moja au kitu kimoja kwenye maisha yako ambacho unatumia rasilimali zako zote kukifanya ni kuchagua kitu kimoja au eneo moja la maisha yako ambapo unawekeza rasilimali zako zote kwenye jambo hilo. Kwa hiyo unasema, mimi nimeamua kufanya biashara, rasilimali zangu zote nitaziweka kwenye biashara. Rasilimali maana yake ni muda wako, hutatumia muda wako kufanyafanya mambo mengine, muda wako wote unawekeza kwenye jambo hilo. Rasilimali maana yake ni nguvu zako, hutatumia nguvu zako kufanya jambo lingine, nguvu zako zote unazielekeza kwenye jambo hilo. Rasilimali manake pesa zako, hautumii pesa zako kufanyia vitu vingine, unaamua kila pesa nitakayopata nawekeza kwenye jambo hili, kwa sababu ndio eneo ambalo umelichagua kuelekeza nguvu zako. Kwa focus maanaake kuchagua jambo moja ambalo unaamua kulifanya kwenye maisha yako. Jambo la pili tunapozungumza kufanya jambo moja au kufanya jambo moja kwa muda mrefu focus maana yake nini? Ni kutovutiwa na kitu kingine chochote isipokuwa ulichokichagua, kutovutiwa na kitu kingine chochote isipokuwa kile ulichokichagua. Manake wewe amna kitu kingine kinachokufurahisha isipokuwa ambacho umekichagua. Huyo ndio mtu mwenye focus, ndio mtu ambaye amechagua jambo moja kitu kingine chochote ambacho sio ulichokusudia kukitaka wewe kwenye maisha yako kwa wakati huo, hakina maana kwenye maisha yako. Hiyo ndio focus. Na watu wanaofanikiwa ndio wako namna hiyo, avutiwi na kitu kingine chochote isipokuwa kile ambacho yeye amechagua kukifanya kwa wakati huo. Tatu, focus au kufanya kitu kimoja kwa muda mrefu maana yake ni kuacha vitu vingine vyote na kufanya kitu kimoja. Ni kuacha vitu vingine vyote na kufanya kitu kimoja. Kufanikiwa kwenye maisha lazima uwe mtu wa namna hiyo. Hakuna mtu anayetaka vyote kwenye maisha akafika mbali. Lazima uchague kuacha vingine vyote, uchague kitu kimoja. Hakuna mtu anayetaka vyote kwenye maisha akafika mbali. lazima uchague kuacha vingine vyote, uchague kitu kimoja. Inawezekana unaweza kufanya vingi, lakini lazima uchague kimoja ili ukijenge kwa sababu kinahitaji uwekezaji wa kutosha. Namba nne, focus ni nini? Ni kuacha kuwa mtu wa kurandaranda au wa kurukaruka. Kuacha kuwa mtu wa kurukaruka maana yake unakuwepo sehemu kwa sababu maalum. Acha kuwa kwenye kila group. Kila group upo, group la chonga vitanda upo grupu la kilimo upo, na una shamba grupu la yanga upo, grupu la uza majeneza upo. Una mpango gani wewe, mwenzetu? Kuacha kwa mtu wa kila kitu, chagua mahali unapostahili kuwepo na uwepo hapo. Namba tano: focus maana maana yake nini? Maana yake ni kutochukua kila fursa iliyo nzuri bali kuchukua fursa iliyo sahihi kwako. Kuto kuchukua kila fursa iliyo nzuri, bali kuchukua fursa iliyo sahihi. Sio kila fursa nzuri ni kwa ajili yako, utapotea. Unatumia tu fursa zilizo sahihi. Sio kila fursa inayokuja kwako ni ya kwako. Kuna fursa zinakuja kwako kwa ajili ya watu wengine, kwa hiyo sio tu fursa nzuri. Kuna watu kila fursa nzuri wanataka wahusike akiambiwa tu kuna fursa fulani anataka kuhusika. Ah, kuna zingine Mungu anakusaidia kuzijua ili wasaidie watu wengine. Sio kila fursa inayotokea ni kwa ajili yako, focus kwenye fursa ambazo zinaendana na unakoelekea. Unapozingatia au unapofanya kitu kimoja kwa muda mrefu unapata faida gani? Una faida zifuatazo. Faida ya kwanza, inakusaidia kufanikiwa kwa kasi. Unapofanya kitu kimoja bila kuyumbishwa bila kuachaacha bila kuchanganya changanya, inakusaidia kufanya vitu kwa kasi. Watu ambao wameweka nguvu zao mahali pamoja, wameweka rasilimali zao mahali pamoja, hata kama wana rasilimali chache, lakini watapata matokeo makubwa kuliko watu wenye rasilimali nyingi, lakini wanatapanya nguvu zao. Unapoweka nguvu zako mahali pamoja, inakupa speed, inakupa kasi kupata kitu kwa muda mfupi. Watu wengi wanachelewa sana kupata matokeo kwa sababu hawafanyi kitu kimoja kwa muda mrefu ili wapate kasi. Wakati nafundishwa wa kuendesha gari, mwalimu wangu aliniambia wa kwa natumia manyo gari ya kuweka na gia. So akaniambia, kila wakati nilikuwa nataka kubadilisha gia, ilikuwa lazima niangalie Kabla sijabadilisha gia naangalia. Akanambia ukifanya hivyo utapata ajali. fokasi yako inatakiwa iwe wapi? Mbele badilisha, hivyo. Kariri tu kwamba hapa ndo namba moja, hapa we utajua mwenyewe, lakini hakuna kuangalia. Na nilikuwa naona kama vile ananionea, sasa nasema nitajuaje, lakini baadaye nilimuelewa, kwa sababu uwezi, uko kwenye mwendo kasi katikati ya barabara, unataka kubadilisha, uangalie, utagongwa, utakuta uko mtaroni. Fokasi inakupa kasi. Kama umewe kupanda gari lolote na mtu anaendesha gari. Kadiri anavyoongeza mwendo ndivyo mazungumzo yanapopungua. Na akiwa ana overtake analipita gari lingine. Mimi sijawahi kumwona dereva ana overtake anaongea. Labda wapo mndani, lakini mimi sijawahi kumwona. Muko mnasafiri mnaenda mkoani mbali. Alafu ana overtake. Akianza tu overtake, mazungumzo yanaisha. Atatulia, akimaliza akirudi. Tulishia pale. Ndo wanaendelea. Kwa nini? Unapokuwa kwenye kasi unahitaji focus. Kwa hiyo focus inakupa speed. Huwezi ukawa unakimbia kwenye mashindano unataka kumsalimia kila mtu. Tunapita ukimwona anko wako yuko jukwani, e anko anko lae, leo nashinda. Leo umeshashindwa. Uwezi ukasalimia kila mtu. Unafanya nini? Una focus. Hata mtu akiwa anakutania mwangalie mfupi huyo, meno makubwa, hauwezi kumjibu. Lazima utasimama, wewe utaona utaona. Atakujia umeshashindwa. Lazima ufocus kwenye kitu unachofanya nini? Unachokifanyia kazi. Uwezi kuendesha gari unasalimia kila mtu barabarani. Utaweza. Kuna watu ukiwapakia kwenye gari wasumbufu sana. Mkipita kila kitu anagonga. Wewe angalia, angalia. Sio dereva angalia. Mimi dereva lazima niangalie mbele. La sivyo utapata ajali Usipoangalia naona kama hujamsikiliza, angalia yule, angalia yule. Auwezi kuangalia kila mahali. Focus inakupa nini? Kasi. Sema kasi. Sema tena, kasi. Kwa hiyo ukiwa na mtazamo, umeshikilia kitu kimoja kwa muda mrefu, kinakupa nini? Kasi. Unataka kupata matokeo ya kasi kwenye jambo unaolifanya, kuwa mtu mwenye focus.